kiti wa muungano huo Daniel Kamau amewasihi wanasiasa na, na vijana wa kizazi cha Gen Z kuheshimu taasisi za uongozi kuanzia ofisi ya rais. Okay. Okay. Hii ni mmoja miongoni ya members ya Mau Mau Trust Original na ninafurahi sana siku ya leo na mwaka mpya tukiona serikali yetu imetambua chama ya Maumau na ndiposa tunaendelea sisi tukiwa Maumau, wasee wa Maumau wanahimiza Mwanakenya wote tuwe na amani. Kwa kuwa mimi ni mmoja, nilipitia hiyo shida ya ukoloni, nilikuwa kijana, lakini sasa mimi ni msee wa miaka 80 na lakini ninajua shida yenye ilipatwa siku hiyo, na hawa watu waliopigania walishikana moja kwa mwingine, wakasema neno moja na wakafanya hivyo hivyo, na wakafaulu, mpaka Kenya yetu ikapewa uhuru. Siku ya leo ninapongeza serikali kwa kuwa imempa nafasi hii kujua kuna wasee hawa ya maumau na inaheshimu wase hao wenye walifanya Kenya yetu inakuwa inajitawala hata inajulikana ulimwengu zima. Katika organization tuko na watu wale walipigania uhuru wa taifa hili, wengine ni watoto ambao wanafuata fidia ya wasasi wao. Ningependa tu kushukuru Mungu kwa sababu mbali huu tumeweza kuendelea pamoja na tunaendelea kwa, kwa umoja ulikuwa na mpango wa kukutana katika ofisi yetu ya Mau Mau Original Trust katika Naroko Central, ili tuweze kupanga mambo kadha kwa kadha kwa matayarisho yetu na serikali, kwa kile kitakachopatikana cha kulipa watoto na wale waliokuwa nyakati zile wakati ule wa ukoloni. Watu wengine wamekuwa wachochezi na ndipo naanza nimeomba national government iweze kupatia wa Mau Mau wote mahali walipo katika dunia yetu, wapatie ulinzi wa kutosha.